Mwanzo mpya. Wakati unaanza upya katika maisha yako, tafadhali usiwe unabeba migogoro ya kale. Unapoangalia katika bibilia, wana wa Israeli walipokuwa wanatoka Misri wakielekea uh, Kanani, kitu ambacho kilifanya wakawa na muda mrefu jangwani ni kwa sababu walikuwa wanabeba migogoro ya Misri. Wakati unapotoka katika maisha ya kale unaenda katika maisha mema, hufai kubebana na mizigo ya kale. And that's why tuna tunahitaji uh, healing ama uponyaji. Watu wengi nyota zenu zipo, watu wengi vibali, huduma, karama bado zipo ndani mwenu, lakini kwa sababu ya uponyaji, trauma ambayo imewekwa juu yako, ndio inafanya kwa kuamka kwako inakuwa ni ngumu. Watu wengi mnataka kukubalika, kuthaminika, kusikizwa na watu, lakini hujawahi pata muda wa kujisikiza mwenyewe, hujawahi jikubali. Hata vitu ambavyo unafanya huvithamini, utathaminiwa vipi kama wewe mwenyewe hujithamini? Mwanamke, kweli unataka mume, lakini wewe mwenyewe you've never loved yourself hata mwanaume mwenyewe akija, hajui anakupendapenda vipi. Maana mwanaume akija, anakuangalia wewe kwa sababu you are the... wewe ndio the breadwinner, we ndio unapeana mali. Anaangalia kwanza uko vipi, atakubeba jinsi ulivyo. Kwanza jifahamu, jitambue, jijue ni nini ambacho kiko ndani yako, misingi yako ni gani? Katika safari ya uponyaji unahitaji therapy, unahitaji counseling before uingie katika mambo ya uponyaji, you need acceptance na kama kuna mtu anaweza kukushika mkono akatembea na wewe katika safari ya uponyaji, ni vizuri, kwa sababu wengi wenu unapata mmetatizwa na watu ambao waliwapenda, uliamini kuwa huyu ndiye aliyenipenda, lakini yule aliyekupenda akapata aka katika maisha yako, kuna milango umeziba, milango ya kutojikubali, ukatukanwa na sura yako ukatukanwa na mwili wako jinsi ulivyo, kila mahali unapoenda. Yani unahitaji mtu wa kukubali jinsi ulivyo, lakini sasa hiyo trauma haijawahi toka, bado inaendelea. Una overdo things to be understood because kuna trauma ndani yako. Ikiwa unahitaji safari ya uponyaji, kitu cha kwanza ni therapy counseling, ongea aliyo ndani yatoe. Ya, ya pili unahitaji information about yourself na nikisema information, si uende kwa mtu ambaye atakwambia yeye kuna pepo juu yako, basi inakutatiza, kuna sijui nini nini, mpaka inakuingiza uoga. Uweze kujifanyia kazi, unahitaji information. Kama unaweza kusoma batchat yako inaweza kusaidia sana, na kama unahitaji kusomewa batchat, mimi nasoma batchat. Na batchat ambayo nasoma ni from the past life to the present life. Na kama uwezi kusomewa ku, uh, batchat angalia jamii yako. Jamii yako ndio kioo ya maisha yako. Katika bajeti yako unapata historia ya jamii yako. Kama huna jamii maybe jamii walipotea kitambo, utapata historia ya jamii yako, vipawa, vibali, karama, kazi na vitu vingine vingi, maisha so, kuhusu maisha yako. So ukishapata information kuhusu maisha yako, maana umejiangalia kwa kioo, unaona ah, huyu ni zawadi, ninahitaji kubadilisha hii na hii ili ni align katika njia zangu. Wakati ushapata information ukajua utofauti wako, sasa unakuwa na nguvu ya kuweza kusimama katika tofauti wako, maana umejua ukweli. Lakini kama haujui chochote, kukwenye giza Dada, unapambana maana mtu anakuambia hii, mwingine anakwambia hii, ujui unashika gani, ujui unaanzia wapi. Lakini unapopata historia nzima unajua, okay, am I in the right place or am I in the wrong place Unajua kabisa mimi ndio huyu kweli, eh wacha nitembee katika njia zangu, na hapo ndio uponyaji inaanza. Lakini wakati umekurupuka tu any spirituality ndani, any spirituality ndani, kuna wengine si lazima spirituality, you need therapy. you need need therapy counseling. nyota ipo na hiyo nyota ndio inakuhangaisha. Jaribu sana kujifanyia kazi, kuchipua nyota yako, ili upate kusimama the gut, the mental Eh? inatatizika because it has been kept in survival mode eh? wewe ni mtu ambaye unang'ang'ana tu kusurvive kwa sababu dunia imekukataa, dunia imekukataa because you have enough light, unatatiza. you have to become a leader and becoming a leader you have to be alone. Mtu ambaye anaongoza wengine lazima awe peke yake, apate muda wa amani. Maana vitu vizuri vinatengenezwa kwa amani, in isolation, na wengi hawako tayari kwa hayo.

Whatever is inside yenye kiko ndani. Ukipata therapy mzuri, ongea usikike, dada, nimepita hivi. Na a good therapy ni yule pia amepita yale ambayo umepita, and that's why huwa anaambia watu, wacha maruani wako wakuelekeze kwa mtu ambaye ana uwezo kukusaidia, kwa sababu experience yako na experience yake inalingana. Akikwambia yeye dada, mi pia nimepita hivi, imekuwa hivi, vile unavyosema ni exactly, kwa hivyo njia ni hii, unapata kusaidika. Isije tu ukajiingiza popote. Unasikia tu haya watu wamepona, we unaingia tu, utafanya hivyo, unapata hakuna majibu. Jaribu kujielewa na wewe utaeleweka.